Ni wagarimu wengi, wakina Batimayo walikufa kwa sababu ya kazi ya msalaba, kwa kuchuma ngozi. Wakina Stefano walikufa kwa kupigwa mawe kwa sababu ya kazi ya Injili. Sio kazi rahisi. Kwa hiyo, shetani anajua watu wengi wanapenda raha duniani. Kwa hivyo, ulimwengu unaoona leo, anayekuhubiria kwa nguvu, anayekuhubiria kwa bidii, kuna saa ya dhiki kuu inakuja. Usisahau hilo jambo, kuna dhiki kuu inakuja kuupata ulimwengu. Fikiri hiyo itabadilisha maisha. Biblia inasema yamkini hata wateule wataachia ngazi, yamkini hata wachungaji wale wazuri wataachia ngazi. Kama unavyoona leo, waimbaji wako wazuri wanaachia ngazi, wanajiunga na mashetani ili wapate chumi. Unasema hata huyu haliyekuwa naimba nikiwa mgonjwa anajesikaa kupona, hata huyu akiwa na nilipokuwa na huzuni akiimba najisikia huzuni, naondoka. Mungu aliweka mafuta juu yake awaponye watu kwa njia hiyo, hata huyu. Kuna wachungaji wazuri, mitume wazuri, manabii wazuri. Biblia inasema kipindi cha dhiki kikicha, hata wale wataachia ngazi, anasema yamkini hata wateule wataachia, neema ya Mungu isipokutosha. Narudia tena, neema tuliyopewa na Mungu isipokutosha na kulivika na kulivika na na kiwango cha nguvu ya Mungu na maisha ya utauwa na kukubali neema ya msalaba. Kwa mfano, Yesu alisema atakaye kunifuata ajikane mwenyewe, auchukue msalaba wake anifuate. Msalaba ni pamoja na magumu unayokutana nayo, ama utalazimika kulala njaa kwa sababu ya injili au utalazimika kukosa mavazi mazuri kwa sababu ya Injili, au utalazimika kukosa nyumba nzuri kwa sababu ya Injili. Lakini ikiwa wengine walikata vichwa, wewe leo unaweza kumsaliti Yesu kwa sababu hujapata nyumba? Kama watu walikubali kukatwa vichwa, kama watu walikubali wakachuma ngozi mili yao, kama watu walikubali wakatundikwa msalabani, kama watu walikubali kupigwa mawe kwa sababu ya jina la Yesu lakini leo mtu anamwacha Yesu tu kwa kusema, unajua, niko kwenye huduma ile. Mchungaji anaacha anaachia ngazi, anarudi kwenye biashara, anasema, tunajua huduma ile nafanya kazi, hata wanilipu mshahara, afu mimi naishi maisha magumu na familia yangu, hata mka anatishia kunikimbia. Kuna watu walikufa kwa sababu ya neno la Kristo, kuna watu walikufa, kuna watu walikufa, lakini kuna watu walipokea wafu wao kwa sababu ya neno la Kristo. Biblia inasema mwenye haki shika neno hili ninalokuambia, na neno hili ndo nakuacha nalo. Mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani, hebu sema imani. imani hakuna kingine kinamtosha mwenye haki zaidi ya imani. Mwenye haki hata niangeletea maji ya upako, mafuta ya upako, sabuni za upako, sijui nini, hayo yote ni sehemu ya huduma, lakini kinachokutosha ni imani. Hebu sema imani, imani. hebu sema imani inatosha maisha yangu. Mungu anaona kinachokutosha wewe kufanya uishi ni imani. Ndio huyu anayesema, ni Mungu sio manabii. Mungu anasema, waambie wenye haki wangu wataishi kwa imani, lakini wakisita, sina furaha nao. Kama ukianza kuwa mwenye kusita, sijui niende pale, sijui niache, sijui nimtegemee Mungu, sijui nitumie sabuni, sijui yani a nipaka, anachanganyikiwa. Ukisita, sijui niende kwa mganga sijui nibaki na Mungu, sijui nifunge, nifanye ibada za maombi ya kufunga, sijui niache, yaani mimi sijielewi, yaani jamani, nimechanganyikiwa, ndugu zangu, nisaidie. Biblia inasema mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani.